Wakati umefika wa ibada ya mchana kwa ajili ya Siku ya Ufufuo. Ni vizuri kuwaona na tumaini mtapokea baraka nyingi leo. Ni mojawapo ya siku zenye furaha zaidi katika historia ya injili yetu. Wakati sikukuu zote zina hisia za shangwe Hasa siku ya ufufuo ni ya dhamani kwa sababu Kristo alionyesha uweza wake kwa kufufuka kutoka kwa wafu na kuvunja nguvu za mauti na giza. sm uk s oetrn o p j em c am snt jr s ik Yesu Kristo alifufuka kutoka kwa wafu na kwa muda wa siku arobaini aliwatokea wanafunzi wake kuonyesha kwamba amefufuka. Baada ya siku arobaini alichukuliwa juu mbinguni, akituongoza kuadhimisha siku ya kupaa, sivyo? Tunaweza kusema kwamba siku ya ufufuo ni alama ya mwanzo wa uamsho wa kanisa la mapema kupitia Pentekoste, Roho Mtakatifu wa mvua ya kwanza alipomwagwa. Kabla watu walidhani mtu anapokufa, je, kila kitu hakifiki mwisho? hivyo waliamini kwamba uhai utakoma baada ya kifo, walakini kupitia ufufuo wa Kristo ujumbe maalum, hata tukifa tunaweza kuishi tena, ulienea kwa watu wengi. Matokeo yake, licha ya mateso yote toka kwa wafalme wa Kirumi ufufuo ulikuwa na jukumu kubwa katika kushuhudia kwamba Yesu ndiye Kristo, ukagusa mioyo ya watakatifu wote katika kanisa la mapema, nao ukawa msingi wa imani yao kama ilivyoandikwa katika Biblia, Kristo atakapokuja duniani katika siku ya mwisho, wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwenye ufufuo wa uzima, ufufuo wa wenye haki, na wale watakaobaki hai watabadilishwa kumlaki Bwana angani, na watakuwa na Bwana milele. Kwa hiyo kuwa na tumaini katika ufufuo ni muhimu. Kwa sababu tu uhai wote katika dunia hii unafika kikomo, hii haimaanishi mwisho. Kwa hiyo tunajiweka tayari leo kwa ajili ya ulimwengu mtukufu utakaokuja baada ya siku hiyo. Biblia inatufundisha kwamba maisha yetu kama wasafiri katika dunia hii yanapofikia kikomo, maisha ya kweli ya ufalme wa mbinguni yatafunuliwa kwetu, sivyo? Katika ulimwengu huo, hebu tukusanye baraka za kiroho wakati tunaishi hapa duniani, ili yeyote kati yetu asiwe na majuto siku hiyo. Mara tunapoingia mbinguni hatuna fursa yoyote, kila kitu huamuliwa katika dunia hii, sivyo? Hivyo, hebu tusali kwa bidii zaidi, tuhubiri kwa bidii zaidi, na tujifunze neno la Mungu kwa dhati zaidi. Natumaini kwamba tunaweza kueleza maana sahihi ya ufufuo kwa kila mtu anayetuzunguka. Leo tufungue kitabu cha Warumi, Warumi sura ya kwanza mstari wa ishirini. Tuangalie Warumi sura ya kwanza mstari wa ishirini. Kwa maana tangu kuumbwa kwa ulimwengu asili ya Mungu asiyeonekana kwa macho, yaani uweza wake wa milele na asili yake ya uungu imeonekana waziwazi, ikitambuliwa kutokana na yale aliyoyafanya, ili wanadamu wasiwe na udhuru. Mungu anasema kwamba uweza wake wa milele na asili yake ya uungu imefichwa katika kila kitu alichokiumba. Kwa maneno mengine tunaweza kuona mapenzi makuu ya Mungu katika uumbaji wake. Kwa hiyo kuelewa asili na uwezo wake wa uungu, tunahitaji kujifunza uumbaji wake. Tuangalie Ayubu sura ya 25 mstari wa tano. Ayubu sura ya 25 mstari wa tano, imeandikwa, ikiwa hata mwezi sio mwangavu, nazo nyota si safi machoni pake, sembuse mtu ambaye ni funza, mwanadamu ambaye ni butu. Mstari huu unaeleza jinsi tunavyoonekana machoni pa Mungu. Bale, imeandikwa katika Biblia kwamba sisi ni kama funza kaundesa, walakini Mungu hatutupi bali anatugeuza kuwa na umbo la utukufu. Hili litatokea wakati ufufuo na mabadiliko yanapotokea wale waliokufa watafufuliwa na wale waliobaki hai watabadilishwa. Ndipo hatutakuwa kama funza tena bali tutabadilishwa kwa uzuri kuwa malaika waliovaa mavazi ya kifalme ya mbinguni. Hii ndiyo sababu tunapaswa kuwa na tumaini la ufufuo kupitia siku ya ufufuo. Tufungue wa Korintho wa kwanza sura ya kumi na tano. Wa Korintho wa kwanza sura ya kumi na tano mstari wa kumi na mbili. Basi kama tumehubiri ya kwamba Kristo alifufuliwa kutoka kwa wafu, mbona baadhi yenu mnasema hakuna ufufuo wa wafu, lakini kama hakuna ufufuo wa wafu basi hata Kristo hakufufuliwa. Mungu aliwafundisha watakatifu wote wa kanisa la mapema kuhusu kazi ya ufufuo kupitia ufufuo wake mwenyewe, ilhali baadhi ya watu walipinga mafundisho ya Mungu. Ndio maana mtume Paulo alielezea jambo hili kwa Wakorintho kama ifuatavyo, mstari wa kumi na nne. Tena ikiwa Kristo hakufufuliwa kutoka kwa wafu, kuhubiri kwetu kumekuwa ni bure na imani yenu ni batili. Kama ufufuo ukiondolewa katika imani yetu, matatizo makubwa yangetokea katika imani yetu. Kwa hiyo Kristo mwenyewe alifufuka baada ya siku tatu, naye akawatokea wanafunzi wake na kuwathibitishia ufufuo wake kwa muda wa siku arobaini akiwaagiza kwamba wanapaswa kuyashuhudia mambo haya yote katika Samaria na hadi miisho ya dunia. Tuendelee na mstari wa ishirini na nane tuone mstari wa ishirini na nane Atakapokuwa amekwisha kuyafanya haya, ndipo mwana mwenyewe atatishwa chini yake yeye aliyetisha vitu vyote, ili Mungu awe yote katika yote. Wakati huo mtukufu unapaswa kuja haraka Tuangalie mstari wa arobaini na mbili. Hivyo ndivyo itakavyokuwa wakati wa ufufuo wa wafu, ule mwili wa kuharibika uliopandwa utafufuliwa usioharibika. Tunapopanda mwili wa nyama na damu, Mungu atatujalia mwili wa kiroho. Biblia inasema kwamba mchakato huu ni ufufuo na mabadiliko. Mstari wa arobaini na tatu, unapandwa katika aibu, unafufuliwa katika utukufu; unapandwa katika udhaifu, unafufuliwa katika nguvu; unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa kiroho. Je, neno ufufuo halibebi maana ya kufufuliwa? Unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili basi kuna mwili wa kiroho pia. Ingawa tuko katika umbo la kimwili sasa, tutafufuliwa na kubadilishwa na Mungu. Atabadilisha kabisa nguo za mwili kuwa nguo za malaika wa mbinguni. Tunapaswa kutamani siku hii ya Mungu yenye neema na utukufu. Tuendelee kujifunza neno la Mungu, tuangalie mstari wa 44. Tena unapandwa mwili wa asili, unafufuliwa mwili wa kiroho. Kama kuna mwili wa asili, basi kuna nini? Mwili wa kiroho pia. Biblia inatufundisha kwamba kama vile kuna miili ya asili, kuna miili ya kiroho. Tuendelee na mstari wa hamsini. Ndugu zangu, nisemalo ni hili, nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Hatuwezi kuingia katika ufalme wa Mungu kwa mwili huu wa asili. Ndiyo maana mabadiliko na ufufuo ni vya lazima nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala kuharibika kurithi kutokuharibika. Sikilizeni, nawaambia siri, sote hatutalala lakini, sote nini? Tutabadilishwa ghafula, kufumba na kufumbua, parapanda ya mwisho itakapolia. Mwili wetu unabadilika kuwa mwili wa aina gani? tutabadilika ghafla tukiacha miili yetu ya kuharibika tufuate miili ya kutokufa na kutoka miili yetu ya dhambi kwenda miili ya kiroho kama malaika. Sote tutabadilishwa ghafula. Mstari wa 52 kwa kuwa parapanda italia, nao wafu watafufuliwa na miili isiyoharibika, nasi nini tutabadilishwa. Kwa maana mwili huu wa kuharibika lazima uvae kutokuharibika, nao huu wa kufa lazima uvae kutokufa. Kwa hiyo mwili huu wa kuharibika utakapovaa kutokuharibika, nao huu mwili wa kufa utakapovaa kutokufa, ndipo lile neno lililoandikwa litakapotimia, mauti imemezwa kwa kushinda. Tumaini la ufufuo ni mojawapo ya mambo muhimu zaidi tunayopaswa kuwa nayo. Baba alipokuwa hapa duniani wakati mmoja alielezea hili kwa njia rahisi kupitia mchakato wa bu kubadilika kuwa nyenje. Nadhani wengi wenu hamlijui. Wale walioishi vijijini wanaweza kukumbuka. Katika mahali kama shamba la kabichi, kuna viumbe vidogo kwenye udongo, ni bu za nyenje. Wanakaa chini ya ardhi kwa takribani miaka sita hadi saba, na baadaye hubadilika kuwa nyenje. Wakiwa katika hatua ya buu, wanaonekana wabaya sana Walakini, wanapogeuka kuwa nyenje na kuruka angani wanaonekana wazuri sana. Baba alisema kwamba ijapokuwa sasa tunavaa miili ya asili, itabadilishwa kuwa miili ya kiroho, na ijapokuwa sasa tuna miili ya kufa, Mungu atatubadilisha kuwa miili ya kutokufa. Mchakato huo huo utatokea, wale waliokufa watakapofufuliwa na wale ambao bado wako hai watakapobadilishwa. Watafurahia uzima wa milele na baraka katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo msizingatie tu miili yetu ya asili katika dunia hii. Tunapoenda kwenye ulimwengu wa juu zaidi kama wapande nne au tano, lazima tuweze kufurahia uzima na baraka milele katika nchi yetu ya asili. Tuangalie Wafilipi sura ya tatu mstari wa ishirini. Lakini wenyeji wetu huko mbinguni. Nasi tunamngoja kwa shauku Mwokozi kutoka huko yaani, Bwana Yesu Kristo. Atafanya nini? Atakaye ubadili mwili wetu wa unyonge. Yaani miili yetu ili upate kufanana na mwili wake wa utukufu kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Ili kushiriki katika utukufu huu, tunapaswa kubaki Sayuni na kuishi maisha ya imani yanayotii mafundisho ya Mungu, sivyo? Kwa hiyo wakati wa ufufuo na mabadiliko ni wakati miili yetu ya hali ya chini inabadilishwa kuwa miili ya utukufu. Tufungue Wathesalonike wa kwanza sura ya nne. Tuangalie Wathesalonike wa, wa kwanza sura ya 4 mstari wa 14, kwa kuwa tunaamini kwamba Yesu alikufa na kufufuka, na kwa hivyo Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye. Akina nani? Wale waliolala mautini ndani yake, ni wale waliokufa wakiwa wanamwamini Yesu. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai tuliobaki, hadi kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliolala mauti. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Baada ya hilo, sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hiyo farijianeni kwa maneno haya. Mungu aliweka ahadi hizi katika Biblia na zitatimizwa hivi karibuni. Huu ni wakati ambapo miili yetu ya hali ya chini inabadilishwa kama umbo tukufu la Kristo. Hapa pia, je, haisemi kwamba tutabadilishwa ghafla? Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya nne mstari wa kumi na nne imeandikwa, Mungu kwa njia ya Yesu atawafufua pamoja naye wale waliolala mautini ndani yake. Kulingana na neno la Bwana mwenyewe, tunawaambia kwamba sisi ambao bado tuko hai tuliobaki hadi kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia waliolala mauti. Kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu, pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, nao waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Baada ya hilo, sisi tulio hai tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani. Baada ya hapo, tutakuwa na Bwana milele. Basi hili litatokea wapi? Katika ufalme wa milele wa mbinguni. Kwa hiyo, tumaini la ufufuo kweli ni lenye neema. Mara nyingi watu husema unapokufa huo ndio mwisho, lakini katika Kristo kifo sio mwisho wa kila kitu, ni mpito tu kuelekea ulimwengu mwingine. To, kwa hiyo ninaamini katika ufalme wa Mungu unaokuja baada ya kifo. Mtu yeyote hapaswi kuachwa nyuma, lakini watoto wote wa mbinguni wanapaswa kuingia kikamilifu katika ufalme wa mbinguni. Mungu aliifunua njia ya kuingia katika ufalme wa milele wa mbinguni kwa njia ya ukweli kwa kushika agano jipya, kukaa katika Sayuni, kuadhimisha sikukuu saba za Mungu katika nyakati tatu, kukamilisha injili kwa njia ya umoja na upendo, na kufuata mafundisho ya Mungu. Hili litatimizwa. Kwa mara nyingine tena, ninawaomba wanafamilia wote wa Sayuni duniani kote ambao wamebatizwa na kuingia katika ukweli, kuwa na uraia wa mbinguni na kushiriki katika ahadi ya Kristo. Mtu yeyote asiachwe nyuma. Hebu sote tusimame bega kwa bega, tukiwaunga mkono wale wanaopungukiwa, ili sote tuweze kuingia mbinguni. Kwa wale wanaopotea njia, hebu tuwaongoze wairudi kwenye njia iliyo sawa. Hebu mimi na nini tupokee pongezi ya vema Baba atakaporudi. Kuanzia Pasaka na sala za kufunga kwenye sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu hadi Siku ya Ufufuo ya leo, wanafamilia wote wa Sayuni waliziadhimisha kwa neema sikukuu za majira ya kuchipua. Ninaomba kwamba kwa muda uliobaki baraka ya Roho Mtakatifu itajaliwa juu ya kila familia na kila kanisa, na kwamba kila mmoja wenu atashiriki katika ufufuo wa uzima, mkivikwa neema ya Roho Mtakatifu. Ili kutupa tumaini hilo, Kristo alifufuka kutoka wafu alfajiri miaka elfu mbili iliyopita. Sebege, shin, eh, kwa kuwa alitembea hiyo njia kwanza kutuamsha kwamba tunaweza kufanya vivyo hivyo. Mwishowe tutavaa miili ya utukufu pia, sio nyama na damu miili yetu haitakuwa kama funza bali kama nyenje au kerengende akiruka angani kwa uhuru buu za kerengende wanaishi majini na buu za nyenje wanaishi chini ya ardhi kwa miaka saba baadaye anapokuwa na kupaa angani ana umbo tofauti kabisa hata ndani ya kanuni za dunia hii Mungu alituonyesha kwamba mabadiliko hayo yanawezekana. Tunaweza kuonekana namna hii sasa, lakini kwa kuwa tutakuwa na umbo zuri sana hivi karibuni. Ninawaomba kaka na dada wote katika Sayuni kutumainia wakati huo ujao na kutoa utukufu na sifa kwa Baba na Mama. Nikitumaini kwamba mmepata neema katika ujumbe wa leo, ningependa kuhitimisha mahubiri ya mchana huu. Asanteni.